Naam, naam. Eh, hii ni Tunduma hii, kama mnavyoona magari ni mengi. Magari yamejaa kila kona, parking ya, ya ya kichangani eh, kuna kila sababu ya kuweza kupaza sauti eh, Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uweze kusimamia hili jambo, kwani imekuwa ni kero na si tu kelo ya hawa madereva, ni kelo hata kwa hawa e, wananchi wa Tunduma, kwa sababu hili ni jambo ambalo e, lina wanyima raha, lakini ni wachache tu wanaofaidi ama wanaofaidika na hili, na hii kelo e, ya, ya, ya hapa Tunduma kwa kuna kila sababu Naam, kama mnavyoona gari ni nyingi, gari ni nyingi sana sana, hii parking ya kichangani. Parking zote zimefura magari yaani, zimefura zina, sio kujaa tu, zimefura, yaani kwa maana ya kwa kwamba zimejaa hadi zingine zina parki pembeni ama pembezoni mwa barabara e, hii boda ya Tunduma imekuwa ni kazia kwa madereva hawa na hata kwa wananchi ambao wanafanya shughuli zao za hapa na pale, kwa sababu e, foleni imekuwa ni too much. Kwa hivyo kuna kila sababu ya kupaza sauti kuhusu swala hili, lakini viongozi wa hapa Tunduma e, ukweli wenye haupingiki, wameshindwa kutekeleza majukumu yao, ama wanashindwa kutekeleza kile ambacho kinachokuwa kinafanyika hapa boda. Angalia gari zilivyo banana, yanaweza kutokea maafa. E, ya moto atuombei, lakini kuna kila sababu ya kufanya haya magari. Kama e, mzigo umekuwa ni mwingi, basi gari zikae huko Dar es Salaam, zisifike e, hapa Tunduma, zibakie huko Dar es Salaam, kwa sababu moto ukitokea hapa utapoteza nguvu kazi, utapoteza mali rasilimali. E, kwa hiyo mheshimiwa Rais e, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uko tunaomba ili swala uweze kuisimamia wewe kama rais eh, wa wanyonge. Ukipaza sauti wewe ama ukiongea sauti yako ni sheria. Tumeona kwamba hii boda ikisemwa ni one stop boda, lakini haya maneno si ya kweli. Katika hii boda ya hapa Tunduma, gari zinakuja hapa eh, zinapaki eh, zinakaa na nyinyi matajiri mna kila sababu ya kulipazia hili sauti. Ni wachache wanaonufaika na hii foleni, ni wachache kabisa, ehe. kwa hiyo, kwa manufaa ya nchi nzima, kwa manufaa ya Tanzania eh, gari zinakaa hapa, uchumi wetu unadidimia una, una lingelikuwa gari zinatembea, tungekuwa tunaongeza pato la taifa kwa kupitia hawa madereva wanaokaa hapa lakini yote kwa yote, madereva wanakaa hapa kwa masikitiko makubwa na kwa manunguniko makubwa, na ndio maana tumeona ajali nyingi zinatokea pale tu wanaporusiwa waanze na safari zao, hususan ni upande wa Nakonde. e, ajali nyingi zinatokea hizi gari za kitanzania kwa sababu ya e, wanatoka hapa wakiwa na micho, na mchoko na uchovu. Gari wanazivusha ndani ya siku mbili tatu, wakiwa kwenye foleni. Sasa kuna kila sababu ya kumwomba ama kukuomba rais wetu Samia Suluhu Hassan uweze kulitekeleza hili na uweze pia e, kulitatua ama kulitolea ufafanuzi ama kulitolea ni tamko. Ukitoa tamko hapa, hizi gari ni chache, muda mfupi tu zote zinavuka salama salimi. Mimi e, ni ndugu yenu mwana mtembezi e, he, nikichukia matukio nikiwa hapa Tunduma e, boda maeneo ya Kichangani. Shukran, naam. Ndugu zangu madereva, hii ni Tunduma, hii ni Tunduma. Ukiangalia kule ni Mpemba, unapoangalia ni Mpemba, na unapoangalia nafasi nyingine ya, ya kuvuka na gari mnazoziona ni tenki, ziko tenki, tunaelekea Tunduma, lakini huku tunapoelekea hatuvuki kwa one stop boda posti, mfumo ambao ni wa kiserikali kwamba gari inapofika boda ikansel bondi iende ngambo ya pili. Lakini Tunduma imekuwa ni disaster. Tunduma imekuwa ni ya kukusanya malori mbalimbali ambayo hayavuki, yanabaki humu. Lakini mwisho wa siku, leo ni siku ya tatu tunashindwa kuvusha gari. Hawa ni madereva wenzangu ambao wana siku kadhaa hapa hawajavuka kutoka huku wana, hawajavuka kwenda huku. Lakini je, sheria inasemaje kuhusu one stop border post? Karibuni ndugu zangu. Uh, ah, kwanza hii ni kero, ni kero kubwa sana ya uvukaji kwa pande zote mbili, lakini kisababisho kikubwa sana ni pale katika mpaka wetu mtendo kabisa wa Tunduma Mfano, mfano jana nimeingia kwenye foleni kutoka saa tano asubuhi nikija kuvuka saa 6 usiku, lakini changamoto kutokea ni swala tu na documentation, swala tu dogo tu, mara huyo amechukua hiki sikare, anafanya kazi vizuri. Lakini hapa kuna wakala wa foroza wanaleta jamu kubwa sana katika ufunishaji wa magari zinazotoka Tanzania. Shukrani sana, sana. Ee, hii boda ya Tunduma imekuwa ni kero. Hakuna dereva wa Tanzania anayependa kuvuka hii boda ya Tunduma, ee, na hii boda ya Tunduma inaonekana viongozi wa serikali wameshindwa kutatua hii foleni. Labda tunaomba tu kiongozi, e, mkubwa wa serikali ia aes mimi nachotaka kusema, ndugu zangu utashangaa wakati tunasema boda zetu zimekauka, tukaa tunajiuliza maswali sisi, kwani ni wakina nani? Leo bandari inafanya kazi vizuri, lakini boda yetu kubwa inashindwa kufanya kazi. Leo pakingi zote zimejaa, hakuna dereva na sasa hivi anayefurahia kuja Tunduma. Watu wanafurahia kwamba waende Rwanda waende wapi, ambazo boda inafika leo leoleo, nao navuka naenda. Sasa kwa nini Tunduma? Kwa nini Tunduma, Mheshimiwa? Kwa nini Tunduma? Kwa nini tutengeneze mfumo kama kweli tunaweza kupata, kupata uwezo kuwa na gari nyingi, tundi, nyingi kwa nini Tunduma? Tunduma tukisimamia sheria ya uvukaji ya One Stop Border Post tunavuka wote hapa, na sheria iko wazi. Sheria ya kimataifa, sio sheria ya local government, au sheria ya border to border. Ni sheria ya kimataifa kati ya nchi na nchi, na tulikuwa na mawaziri hapa miaka mitatu iliyopita waziri wa usafirishaji wa Tanzania na waziri wa usafirishaji wa, wa, wa, wa, wa, wa Zambia, tulikubaliana kwa maandishi kwamba gari inapotoka huku iende kule, inatoka kule ije huku, mapaki ni haya. Kama ni maslahi, mbona tuna mbona gari zipo nyingi sasa hivi? Tusirundike gari hapa. Tunduma ni mji mdogo sana ambao tunasumbua ratio, tunasumbua jeshi la polisi kuangalia usalama barabarani na mambo mengi ambayo si rafiki. Nasema ufuate sheria, tuifata sheria ya one stop border posti hatutakuwa na hii tunayoiona sasa hivi hmm. Kwa hiyo kwa hiyo unataka kuniambia kwamba sheria sasa hivi imelala, imelazwa. Imelazwa. Imelazwa hapa tuna, tuna, tuna, yani hapa tunachokifanya, tuna sasa hivi tunafanya kazi kwa mazoea hmm. lakini sisi kama viongozi wa taasisi hmm. zilizosajiliwa kiserikali hmm. na serikali mmetupa meno na mmetupa taasisi hmm. Tunaenda kuzifanyia kazi kuhusu boda ya Tunduma, boda ya Tunduma, sheria iko wazi na sheria tunazo, tutaenda kuzifanyia kazi. Mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya pamoja na DC, na watu wote wanaohusika na hii Tunduma, tutaenda kuzungumzana na ifahamike, hatuna chuki na mtu, hatuna chuki na mtu, hatuna chuki na mtu. Sisi tunachosema kwamba watu wetu wapate angalau unafuu wa maisha yao, si wanakuja hapa na kaa hilo, ndio eh, la muhimu. Ndugu zangu, madereva, nawashukuru sana kwa kuja kuzungumza, kamalizie yenu, yeah. Eh, kuhusu moto tenki moto, z zinavushwa usiku, nyingine zina likeji, wanachoma mahindi, kuna kemikali pia ni mlipuko Umalizie, oh, oh, kwa so, si kiufupi, yeah, sana kwa maandishi wetu. Lakini tusisau uadilifu wa watu wetu, yeah, sisi wenyewe uadilifu kwanza, mm, hili ni jambo la muhimu sana na niwaombe sana madereva wenzangu, uadilifu ni jambo muhimu, linaleta afya Kwenye, yeah. Kwenye kampuni zetu yeah. uh, kwenye serikali kwa ujumla yeah. Uadilifu ule tuutumie. Tulikuwa tu, tumeacha kipande kimoja cha taasisi muhimu sana, taasisi ya timdi katibu mkuu ambaye alihusishwa au alikoti katibu msaidizi alikuwa hapa na msemaji wa timdi, lakini tumekuja hapa kuzungumzia suala la uvukaji sheria inasemaje? Nadhani katibu mkuu wa timbi anaweza akaelezea kuhusu suala la uskaji, lakini hatupendi kitendo kinachoendelea Tunduma. Afya za watu, afya za madereva zinaenda kupotea na tutazalisha vizazi ambavyo tutakosa baba mwenye uweledi, kwa sababu ya foleni ya kupelekwa kilomita ishirini mpaka thelathini ambazo hazina choo hazina chochote, lakini katibu mkuu wa timbi anaweza akazungumza kwa sababu tulikuwa tumezungumza na viongozi wenzetu, lakini na yeye ana maoni yake, kwa sababu yeye ni dereva ambaye yuko saiti tofauti na makatibu wakuu wengine ambao wako ofisini, lakini yeye yuko saiti kwa ajili ya kuangalia kero mbalimbali mbali, kutoka Tanzania Kongo, Tanzania Zambia, Tanzania Zimbabwe, Rusumo kote huko kuelekea South Africa. Kimsingi, kwanza nishukuru kupata nafasi hii ya kuzungumza lakini, uh, nimezunguka kwenye yadi nyingi hapa Tunduma kwa ajili ya kuangalia changamoto uh, magari, magari ya magari. Kiukweli magari yako mengi sana, magari yako mengi sana, inafikia hatua sasa hivi gari zinapaki pembeni pembezoni mwa barabara, tenki za mafuta zimejaa nyingi. uh, mimi nadhani, uh, sina mengi sana ya kuzungumza kwa sababu wenzangu wameshazungumza, ila tu niwakumbushe wa wenzetu watu wa forodha Uh, upande wa Tanzania lakini na upande wa Zambia kuhakikisha kwamba wanaongeza kasi ili tuweze kukontrol haya magari na yavuke kwa wakati. Hivyo tu nisije nikasema mambo mengine wakati wenzangu wameshazungumza tayari. Watu wa forodha wahakikisha wanaongeza juhudi kubwa sana kuhakikisha a ya magari yanafanyaje yanavuka kwa wakati. Tunduma imezidiwa, malori yamekuwa mengi. Asante sana. Naam, uh, shukrani. Shukrani sana Sadi huyo, uh, sa, uh, kwa kumalizia tu tutakuwepo hapa tagamata katika iboda ya Tunduma vizuri, kama mnavyoona viongozi hawa wapo tunafanya kazi kwa kushirikiana kuona e, ama kutatua matatizo ya kdereva kuu. Asante sana, niwapongeze sana tatamata. Ah, hii ni nguvu mpya ambayo tunatarajia tunaenda kufanya mapinduzi makubwa katika tasnia yetu ya madereva. Umoja wetu ndio nguvu yetu, dereva wote ni familia moja. Asante sana pia kupongeza kiongozi wangu wa kulira hili akiipia usalama nizasea ka <laughs> a